Mange Kimambi alikuwa amewatahadharisha wa Tanzania kuhusiana na msako mkali ambao unafanyika sasa hivi kwenye serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Rais Samia Suluhu Hassan, ambapo inasemekana kwamba sasa hivi ukiwa Tanzania ukitaka kusafiri kutoka kwenye mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine ama kutoka sehemu moja paka sehemu nyingine, kuna roadblock za kutosha, kuna stopover za kutosha sana ambazo polisi wamezieka na uh, vitu ama ulinzi kiujumla unafanyika kwa watanzania wote kuweza kukaguliwa kwa kina kabisa kutambua kama kweli utakuwa ni Mtanzania ama utakuwa ni mhamiaji haramu ama raia wa kigeni. Sasa baada ya kusema hivyo bana, kulikuwa na baadhi ya Watanzania ambao walikuwa na bisha akisema kwamba kama kuna namna ambavyo labda uh, kuna, kunatembea taarifa za uzushi kutaka kuichafua serikali na vitu kama hivyo, na wengine wakawa nasema kwamba Mangi anataka kuchonganisha. Sasa ikabidi bwana atoe hizi video ambazo naziona kama ushahidi kuonyesha kabisa kwamba kusafiri kutoka sehemu moja mpaka sehemu nyingine unahitaji kuwepo na kitambulisho cha NIDA, na wanaofanya shughuli hizo ni wanajeshi kabisa ambao wamepewa shughuli hizo. Na hizi ni baadhi ya picha na video ambazo alizionyesha. Kwanza hapo unaona ni wanajeshi kabisa ambao wamesimama kwenye stopover hizi, na wana mitutu kabisa, yaani kuweza kuhakikisha kwamba ulinzi upo imara na kila ukifika kwenye kila stopover. Unaambiwa kwamba mnashishwa wote ndani ya gari alafu mnakaa pembeni kabisa. Anaanza kuingia moja moja ndani ya gari ukionyesha kabisa kitambulisho chako cha Nida. Ila akasema kwamba endapo utakosa kitambulisho chako cha Nida mzee, tatizo litaanzia hapo hapo. Unakamatwa moja kwa moja alafu unapelekwa sehemu ambayo haijulikani sababu ukishakamatwa inakuwa ndio hivyo baraka inakuwa ndio kushine. Sasa alikuwa amewatahadharisha Watanzania kwamba kama una mpango wote wa kuweza kusafiri hususan kama watu ambao wanasafiri kutoka Dar kwenda mikoa ma kutoka mikoani kuja Dar na vitu kama hivyo, hususan ukiwa kijana, basi inabidi uwe makini kabisa. Kingine ambacho alikuwa anasema ni kwamba anajaribu kuelewa nini kikubwa ambacho serikali ya Samia inakifanya, lakini kikubwa ni kwamba wanajaribu kukagua, kutaka kujua raia wa kigeni ambao wapo Tanzania. Samia alikuwa anasema kwamba raia wa kigeni ndio wengi walishiriki sana kwenye maandamano ambayo yalianza Oktoba 29, na kusema kwamba wengi ambao walikuwa wanachochea kuchoma, uh, baadhi ya biashara na miundombinu ya serikali wengi walikuwa sio wa Tanzania, walikuwa ni vijana kutoka nje ambao walikuwa wamenunuliwa na walikuwa wamelipwa kiasi fulani cha pesa kuja kuivuruga amani ya Tanzania. Sasa sijui kama umepata fursa nayo kusafiri kutoka mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine, na kama umekutana na hiki kitu na una maoni gani kuhusiana na hiki ambacho kinafanyika Drop kwenye uwanja wa comment.